Kiwanja hichi kilikuwa na dispute kati yetu na jumuiya ya wazazi na vile vile na watu wa Dakul Makers. Kesi hizo bado zinaendelea na niko hapa na ruling ile ilitoka 2014 ambayo inasema faili hiyo ya 1997 93 na 1998 ya 2001 hizo faili zote zipelekwe mahakama kuu, na ruling ya mwisho imetoka 2014. Tunashangaa siku ya leo bila kupatiwa taarifa yoyote, watu wanakuja kubomolewa wanavyodai kwamba pengine mahakama imetoa amri kwamba muondoke, mlipewa notice ya, kama hatujapatiwa notice ya aina yoyote. Ni makadasa yalikuja kubandikwa jana ambayo yalikuwa yameandikwa tarehe 25, yanabandikwa jana. Hivi sasa natoka mahakamani ndio nimepatiwa kopi ya hiyo kuja kuwaletea na bado wanaendelea kubomoa. Tuna kesi hapa zaidi ya miaka ishirini hapa, tuna kesi jumuiya ya wazazi, tuna kesi da kumekas, tuna kesi ondoro chacha. Hawa watu mwanzoni, wazazi walishinda mahakamani miaka minane iliyopita, Kisutu ikasema, wenzetu wakakata rufaa tena, tumeendelea na kesi. Juzi wakati kwenye kampeni, watu wamefanya mchezo, wamerudi mahakamani wakapata oda ambazo ni magumashi, lakini nataka kuambia hati ya kwanza ya eneo hili ni ya jumuiya ya wazazi. Huyu huyu namwona huyu huyu baada ya kutoka mahakamani wakasema, sasa wazazi tukae kwa sababu wazazi wetu walikaa kwenu tuweze kulimaliza. Ili nalofanyika aliofanya ujanja hajafika mwisho. Jumatatu sheria ipo itafanya kazi. Sisi kesi zetu kwenda mahakamani, tunaendesha kesi. Kesi ikishakwisha mahakama inamteua dalali wa mahakama ili akafanye zoezi dahayo mahakama ndio wanafanya taratibu zote, na ameniambia kwamba ameshapata notisi muda na notisi ishatolewa toka mwaka elfu mbili na kumi na mbili, miaka minne ishapita, kwamba alishamba waondoke, wakagoma, wakaenda mahakama kuu wakashindwa. Sasa mahakama ya Kisutu ndio imeamua sasa hivi sasa waondoe, waondolewe kwa nguvu.